Kongamano la 37 la Kimataifa la Usafiri wa Anga IATA la ushughulikiaji wa ardhi IGHC litafanyika Nairobi, Kenya kuanzia tarehe 13 hadi 15 Mei mwaka 2025 kwa ushirikiano na Kenya Airways. Mkutano huu unatarajiwa kuwaleta pamoja wajumbe zaidi ya elfu moja na mia tano kutoka kote ulimwenguni na utaangazia utendakazi wa kisasa, maendeleo ya nguvu kazi, na ushirikiano ulioimarishwa ili kuinua utendaji katika sekta usafiri wa anga. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto atafungua rasmi kongamano hilo. IGHC itakuwa ya kihistoria kwani ni mara ya kwanza kwa kongamano hilo kuandaliwa katika bara la Afrika. Hatua hii muhimu inasisitiza kuimarika kwa Afrika katika usafiri wa anga duniani na uongozi wa Kenya kama kitovu cha kanda. Tukio hili la kihistoria ni udhibitisho wa kuongezeka kwa ushawishi wa sekta ya anga ya Afrika na kutumika kama wakati wa kujivunia kwa wote wanaohusika. Akizungumza kabla ya hafla hiyo, Alan Kilavuka, mkurugenzi mtendaji wa shirika la ndege la Kenya Airways, alisema kama kiongozi wa usafiri wa anga barani Afrika, Kenya Airways ina heshima kubwa kuanzisha tukio hili la kihistoria, kukaribisha IGHC Kunapatana na dhamira yetu ya kuendeleza uvumbuzi, kukuza ushirikiano, na kuonyesha utayari wa Afrika kuunda mustakabali wa usafiri wa anga duniani, sekta ya ndani na bara, huku ikifungua ustawi na muunganisho wa bara la Afrika. Kulingana na Willi Walsh, mkurugenzi mkuu wa IATA, mkutano huu utajikita katika kuimarisha uratibu na ushirikiano ili wasimamizi wakuu waweze kuendesha utendaji bora katika sekta hiyo. Mkutano huo pia utaendeleza mpango wa IATA wa kuzingatia Afrika na kuimarisha dhamira yake ya ukuaji endelevu wa usafiri wa anga katika bara zima.